Heni, Razam Online TV habari. Hali ya wasiwasi inazidi kutanda kati ya Urusi na Ujerumani kufuatia hatua ya Ujerumani kuitikia wito wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, kwa kulishambulia daraja la Krimea. Tisho hilo ambalo linaweza kutekelezwa kwa kutumia makombora ya masafa marefu ya Urusi limetajwa na wachambuzi wa siasa kuwa linaweza kusababisha vita kamili kati ya mataifa hayo mawili na. Tukiangazia huko Irani, katika mahojiano na waziri wa mambo ya kigeni wa Irani Abbas Arachi amefafanua kwa kina msimamo wa Irani kuhusu vikwazo vya kiuchumi na umuhimu wa diplomasia kati ya kukabiliana navyo hotuba yake inatoa mwanga juu ya uwezo wake wa kijeshi kwa Irani. Arachi amebainisha wazi kuwa adui hawezi kushambulia Irani moja kwa moja kutokana na uwezo wake mkubwa wa kijeshi na umiliki wa silaha za hali ya juu za kiteknolojia kauli hii inasisitiza utayari wa Irani kujilinda na inathibitisha kuwa silaha zake za kijeshi ni kinga muhimu dhidi ya mashambulizi yoyote yatakayotokea. Asante ndugu mtazamaji wa Razam online TV. Usahau kusubscribe, kulaiki, kushare pamoja na kukomenti ili tunapoandaa habari zetu uweze kuzipata kwa wakati. Aliyowaletea makala haya ni mimi Raza Mustafa Arkanjaoi, asante bye bye.